Hapa ni Itilima mkoa wa Simiyu, uwepo wa mafanikio katika sekta ya elimu kupitia ujenzi wa mradi wa shule ya sekondari ya Amali Mwamapalala, mradi ambao uwekezaji wake umeigharimu serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan kiasi cha shilingi bilioni 1.6 mradi huu mbali na kusimamisha miundombinu iliyojengwa kwa ustadi mkubwa, vile vile umekuwa ni chachu ya maendeleo kwa kubadilisha taswira ya Itilima, vile vile jamii pamoja na kada mbalimbali mbali. Tumsikilize mkuu wa divisheni ya elimu sekondari, Mwalimu Edward Mtobi, kwa ufafanuzi zaidi. kujenga shule ya Amali ya mkoa, shukrani za pekee tunazitoa kwa Mheshimiwa Rais kwa kutukumbuka na kutupatia fedha hizi. Ujenzi wa shule ya sekondari ya amali Mwamapalala ulianza Oktoba 2024. 20 mpaka sasa ujenzi umefikia hatua za mwisho kabisa, kwa maana ya ukamilishaji. Tumejenga madarasa manane ambayo yamekamilika, jengo la utawala limekamilika, lakini pia tumejenga karakana mbili ambazo zimekamilika kwa asilimia mia moja Tumejenga maabara, tumejenga mabweni manne, lakini pia na nyumba ya mwalimu. Mpaka sasa ujenzi uko asilimia tisini na tano na tumebakiza vitu vichache sana, tayari kupokea wanafunzi ambao watajifunza fani mbalimbali mbali. Tunategemea shule itakapoanza, wahitimu wa shule hii watasoma fani mbalimbali mbali, ikiwemo ufundi mabomba ushonaji, ujenzi pamoja na useremala. Ni matumaini yetu kwamba wanafunzi wanapomaliza kidato cha nne watakuwa na ujuzi wa kutosha, lakini pia jamii imepata kuna ajira za muda mfupi zimetolewa kupitia mradi huu na kusababisha ulete tija kwa nchi, kwa jamii, lakini pia na kwa wanafunzi. Kama nilivyosema awali, mbali na ujenzi wa miundo mbinu hii, kuna mnyororo mrefu wa wanufaika katika miradi kama hii mikubwa. Miongoni mwao ni msanifu majengo ndugu Joseph Malima Kabuche, ambaye alipata kandarasi ya mradi huu na kutafsiri michoro na hatimaye kuwa majengo. Tumsikilize ndugu Kabuche. Ha, mimi naitwa architect Joseph Malima Kabuche, nimekuwa nikishughulika hapa kwenye mradi huu wa ujenzi wa shule ya sekondari ya Amali hapa Idosero, majengo zaidi ya kumi na nane yamejengwa mahali hapa na nimehusika katika kutafsiri michoro kama ilivyo ili kusudi iweze kutokea majengo. Hii ni ajira pia, ajira kama watu wengine wanavyoweza kupata ajira. Na tunamshukuru rais kwa kuleta fedha kwa ajili ya kazi kama hizi ambazo zinapatia ajira watu wengi. Watu wa maeneo haya wamepata pia ajira ambazo zimewasaidia katika maisha yao lakini mbali na hiyo watu wengi wameboresha maisha yao, uchumi wao umeongezeka kwa kiasi fulani katika kipindi hiki ambapo wamekuwa na kazi. Kwa hiyo tunaomba miradi kama hii iweze kuendelea kwa ajili ya kuwasaidia vijana mbalimbali katika nchi yetu. Tunawashukuru Mheshimiwa Rais, tunashukuru serikali kwa ujumla, halmashauri ya wilaya ya Itilima kwa kuhakikisha ya kwamba inatupatia pia sisi kazi tuweze kufanikisha mambo haya, lakini pia na jamii yote inayotuzunguka katika eneo hili la kazi. Mradi huu ni mradi wa kijamii kwa kiasi kikubwa, umehusisha wananchi kuanzia hatua za awali za upatikanaji wa eneo, usafishaji wa eneo na hatimaye majengo haya kukamilika. Hebu tuwasikilize wananchi wenye mradi wao. Naitwa Nkamba Ntundu, mjumbe wa kamati ya mapokezi. Ninashukuru sana kwa Mheshimiwa wetu mama yetu Samia Suluhu. Hatuna cha kumlipa ila Mwenyezi Mungu atamlipa na ninaamini namwombea kwa Mwenyezi Mungu mitano, hakuna atakayempinga. Kwa majina, naitwa Kanuta Kasheku Mondea, mjumbe wa kamati ya ujenzi. Kwanza nina furaha kubwa sana kwa sababu tutasomeshea watoto wetu na itakuwa ni elimu endelevu miaka yote wa kizazi kichacho. Tunamshukuru mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu kwa kutukumbuka watu wa Itilima wa Simiyu kutuletea mradi wa bilioni 1.6. Tunatoa shukurani zetu zimfikie. Kwa majina naitwa mwalimu Martin Mazengo, ni msimamizi wa mradi huu wa shule ya amali Mwamapalala. Mradi huu kwa kweli, sisi tunamshukuru sana mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea Tumana, kwa maana kwamba watoto wa eneo hili na nje ya eneo hili ikiwemo mkoa na mikoa mingine watafika hapa kwa ajili ya kupata elimu, hivyo tunasema tunakushukuru sana mheshimiwa daktari Samia Hassan, rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Cha kukulipa hatuna zaidi, tutakupa mitano tena. E, karibu sana Itilima na karibu sana Mwamapalala. Mimi kwa jina naitwa William Ndoma Chiganga, ni mlinzi wa hapa tangu mwanzo kabisa. Mama tunashukuru Samia kutuletea ajira ya karibu na nyumbani hapa watoto wetu ili wasome, na sisi kutoka Operation Kagera ndio tumefurahi. Tulikuwa tumewekwa nyumbani tumekaa nyumbani, lakini kwa uzuri ametusogezea hapa na sisi tumepata ka kufanyia kazi hapa. Tunamshukuru sana mama Samia hii. Kwa jina naitwa Tereza Mayala Masaka, mkaaji wa Mwamapalala, pia ni mwanakamati, tulichaguliwa na wananchi kuja kusimamia huu mradi wa bilioni moja pointi sita. Tunashukuru sana kwa mama yetu raisi wa jamhuri ya muungano ndugu Samia Suluhu kwa kutuletea mradi huu mkubwa katika wilaya ya Itilima kata ya Mwamapalala. Si haba, mradi huu ni mkubwa, na wilaya ni nyingi ambazo zilizoachwa, lakini sisi tumepata upendeleo. Tunamshukuru sana, na rais wetu abarikiwe kwanza mitano tena ya kwake, mama mwenzetu, hatuna shaka, kwanza sisi ni wengi hata kwenye sensa, tutamvusha. Shule hizi za amali kwa mujibu wa waziri mwenye dhamana ya elimu, sayansi na teknolojia, mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, alisisitiza elimu ya amali ni kama njia ya kukuza ujuzi wa kiutendaji katika sekta mbalimbali mbali, kama vile ufundi, kilimo, uvuvi, muziki na michezo na alisisitiza shule hizi zitakuwa na rasilimali na vitendea kazi vya kutosha. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Daudi Njalu Silanga, mbunge wa Itilima kwa kusimamia kutupa maelekezo, lakini pia na kumshauri mheshimiwa rais kutuletea fedha. Lakini pia tunamshukuru mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Itilima kwa kutupa moyo, kutusimamia kutupa maelekezo. Kipekee sana tunamshukuru mkuu wa mkoa ambaye amekuwa akitutembelea, akitushauri na kutupa maelekezo, kututia moyo na hatimaye mradi wetu sasa umekamilika. Nishukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye usiku na mchana amekuwa akitembelea shule yetu, lakini pia mkurugenzi kwa upekee sana, pale ambapo tulikuwa tunakwama mkurugenzi amekuwa akituunga mkono akitutia moyo, lakini pia kama idara tumekuwa wanyumbufu kupokea maelekezo ya mkurugenzi, lakini pia mkurugenzi amesapoti pale ambapo sisi hatukuweza kuwasiliana na wadau mbalimbali kutusaidia. Hususani unapopita kwenye shule yetu hii sasa ni ya kisasa, utaangalia barabara zimechongwa, umeme tayari upo, lakini pia maji tumepata tunaamini kwamba kwa ushirikiano huu ndo maana kazi imefanyika na imekamilika. Ni matumaini yetu kwamba shule hii itakapofunguliwa italeta tija na itasimamiwa vizuri, ili kusudi kufikia malengo ya taifa na hasa hasa malengo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.